Nakwenda kupewa vifaa ambavyo vitaongoza kwenye utendaji kazi, tukavitumie kama ambavyo miongozo na taratibu zinatutaka. Tulianza zoezi la utambuzi na kuchanja mifugo yetu. Hili zoezi ni zoezi muhimu, na rai yangu ni kwamba zoezi hili linapaswa kuendelezwa, kwa sababu tunapoendelea na utaratibu wa kutambua mifugo yetu, kimsingi, kwanza tunakuwa na takwimu sahihi za mifugo tulionayo kwenye halmashauri yetu, lakini inakuwa ni rahisi sasa hata kuifikia na kuitreat pale ambapo magonjwa mbalimbali yanakuwa yanaibuka. Yetu ni mojawapo ya halmashauri ambazo zina changamoto kubwa baina ya wafugaji na wakulima. Nilikwisha kutoa maelekezo kwa mwanasheria wetu wa halmashauri asimamie utaratibu wa kuandaa na kutungwa kwa sheria ndogo ndogo ambazo zitatugovern kwenye utaratibu mzima wa kuisuluhisha hii migogoro. Ni lazima sasa tuangalie uwezekano wa mfugaji mwenye mifugo yake kwanza awe na eneo la malisho, lakini kwa kadri ambavyo anaendelea kuongeza mifugo yake eneo lile lirandane na mifugo, wingi wa mifugo yake. Ni lazima sheria zetu zione namna ya ku accommodate hiyo, ili tupunguze migogoro ambayo si ya lazima. A, katika hilo pia nisisitize migogoro inapotokea, migogoro ile kwa namna moja ama nyingine inaakisi misingi ya kisheria. Kwa hiyo, kwa nyakati ambazo utaona unahitaji usaidizi wa mwanasheria, basi mwanasheria yupo na idara ya sheria itasimama wakati wote kuwasaidia, msisite Tutalifanya kwa weledi kwa sababu tumepata vifaa na vitendea kazi, ikiwa ni pamoja na vishikwambi ambavyo vitatuwezesha kutunza kumbukumbu. Tulikuwa kumbu. Unapitia changamoto kubwa, maana yake unaenda unatumia simu ya kawaida, nakuta sehemu nyingine mtandao unasumbua sana, kwa unashindwa kuingiza rekodi kwa wakati maalum. Na mwingine anatupa shida sisi kutuma taarifa kwa wakati. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi